Uh, mambo vipi? Karibu katika channel hii ya Feaboy na katika video hii nitakwenda kuonyesha namna ya kuweza kufanya application ya chuo online kama wewe mwanafunzi ambaye umehitimu kidato cha sita na unahitaji kufanya application ya vyuo. Uh, hatua ya kwanza kufuata, ingia Google katika simu yako, then search NACTEVET. Search hapo na baada ya kuweza kusearch utaweza kuiona website hii. Sasa click katika website hii ya NACTVET ili tuweze kupata uh, mwongozo wa sasa. Hapa kama unavyoona key links hapa, sasa kuna maombi ya vyu udahili wa pamoja, alafu kuna universities guidebook ko cha kwanza unatakiwa uangalie kwanza university guidebook ili uweze kuona uta download hiyo fomu hapo, mimi nimesha i download kwa nitakuja tu kuiona hapa. Taifungua fomu hii ili na wewe uweze kuiona, taifungua fomu hii namna hiyo. Fomu hii kama jinsi ambavyo inavyoonekana hapa, uh, fomu hii ina, ina program name na award na admission requirement ina program duration, alafu ina admission capacities. Sasa na pia hapo hapo kuna tuition fees. Kwa hiyo hii ni list ya universities ambazo zipo na program zote ambazo zipo utaweza, utaweza kuziona hapa. Sasa unachotakiwa kufanya ni kuchagua, uh, ni kuchagua university yako. Kwa mfano hii ya kwanza ni Abdulrahman Al-Sumait University. Okay, hiyo chuo cha kwanza, program ambazo zinapatikana hapo utaweza kuzisoma hapo. Alafu ukiscroll down utakuta Catholic University College of Mbeya. Okay, program zote zinazopatikana utaweza kuziona hapo pamoja na ada yake; gharama yake ni kiasi gani kwa mwaka pia utaweza kuiona hapo. Sasa nachotakiwa kufanya ni kuchagua college yako Catholic University of Health and Allied Science programu zinazopatikana pia utaweza kuziona hapo. Ukija kuna Dar es Salaam University College of Education Duce, alafu kuna Herbert Kairuki Memorial University, Jordan University College. Kwa hiyo vyuo vyote hii, hapa hii fomu ina listi ya vyuo vyote, ina listi ya vyuo vyote katika Fomu hii kuna listi ya vyuo vyote hapa. Sasa unachotakiwa kufanya ni kuchagua kwanza chuo chako kwa cha kwanza, utaangalia hii fomu guide book, utachagua chuo ambacho unakitaka pamoja na kozi ambayo unataka ukaisome katika chuo hicho ulichochagua wewe. Sasa baada ya kukamilisha, hatua inayofuata ni kuweza kufanya uh, application Umeshachagua sasa, utakuja kufanya application. Ukija kufanya application, utakuja katika sehemu hii ya ya Google, tena utarudi hapa katika sehemu ya Google, then sasa utaandika uh, utaandika let's say jinsi ya ku apply chuo au apply registration, alafu utakuja kwenye website ambazo zimeelezea namna ya kufanya hivyo. Okay. Utakuja uh, okay. Moja kwa moja katika sehemu. Ukija hapa kama jinsi unavyoona please read carefully the information in this page before attempting, utakuja uh, kwenye tvstems.nacte.go.tz. Sasa hapa kama unavyoona application for admission into health and allied science certificate and diploma program for academic year, hiyo deadline tarehe kumi na moja mwezi wa saba. Important note utaweza kuzisoma hapo. Sasa kama hauna uh, Ujafanya application to proceed with registration and application. If this is your first time, click here to start your application. Kwa kama ni mara yako kwa ya kwanza utagusa katika linki hii ili uweze kufanya registration. But if you have already registered, please click here. Sasa kwa wewe ambaye hujawahi kufanya registration uta click sehemu hii. Na baada ya hapo kuna maswali ambayo utakuwa unaulizwa utatakiwa ujibu. Hii hapa ni The National Council for Technical and Vocational Education and Training Central Admission System. Sasa kwa mfano hapa, have you completed o level, je umehitimu kidato cha nne? Utachagua ndio. Where did you complete your o level, utaangalia sehemu ulipomalizia kama ni NACTE Tanzania au kama ni nje Tanzania. Kama ni Tanzania, utabonyeza hapo na baada na yes, ya hapo utaambiwa utaja mwaka ambao umehitimu mtihani wako wa kidato cha nne, kwa mfano labda labdaelfu mbili na kumi na nne nasahapa itakuja namnay utambuo uingize namba yako ya mtihani hapa, ingiza namba yako ya mtihani, weka email address yako, Confirm email address yako Alafu baada ya hapo utaweka namba zako za simu, then uta confirm namba zako za simu. Baada ya hapo uta select pia category, kitu ambacho unataka ukasome, kama ni certificate, kama ni diploma program, kama ni certificate diploma au degree okay, utachagua kile ambacho unataka ukakisome, na baada ya hapo utabonyeza neno continue okay. Sasa hii ni namna ya kuweza kufanya application ya vyuo hivi ni vyuo vya diploma kwa hapa, nimezungumzia kwa wale ambao wamemaliza kidato cha nne, sio kidato cha sita. Hii ni kwa wale wa diploma pamoja na certificate, hii ni kwa wale wa diploma pamoja na certificate. Unaweza kuapply kwa njia hiyo hapo. Baada ya hapo, mimi sintakuenda kufanya ile. Nimekuonyesha namna ya kuweza kufanya application na jinsi ya kuweza kupata application. Kama kuna sehemu itakutatiza, unaweza uka comment katika sehemu ya comment section hapo, tupo kwa ajili ya kukusaidia. Usahau pia kusubscribe, kulike na comment katika channel hii. Asante na karibu.